Ndugu uh, zanguni, leo nitafundisha uh, HTML, lugha ya HTML, ambapo HTML tunasema kwamba ndo kama katika mwili wa binadamu ni mifupa. uh, sasa hivi kuna HTML mpya ambayo inajulikana kwa HTML5, ambayo inasimama kwa jina la Hypertext Markup Language, ambao HTML5 inaandikwa kwa syntax hii hapa. Naanza hiyo, naandika doctype kwa herufi kubwa tupu. Kisha andika kama hivyo, unaweka space, alafu unamalizia na html kwa herufi ndogo, alafu unafunga tagi yako. Ukishafunga unafungua tagi tena kwa kutumia html html kishafungua inakuwa imeshajifunga au kutaga alama kujifunga inakuwa na kaslash kama hivi. Kishafungua hapa kwa ina maana content zako zote hii paragraph zinakaa ndani ya hii HTML, kwenye kufungua hiyo nini tag na kwenye kufunga tag pia. Kitu kingine ambacho kitaingia katika HTML5 hapa ndani ya HTML itakuwa taga syntax hii hii inaitwa head naandika pale head, unafunga tag inakuwa kama hivi. Ukishafunga unaenda unatoka nje ya head, unaweka syntax nyingine ambayo inaitwa bode mona bana eh? Unaweka bode kisha unafunga tag inakuwa kama hivi. Ikishakuwa kama hivi sasa, hii ndio inakuwa syntax ya HTML yani kodi zako zote za HTML unaweza ukaandikia hapo. Kwa mfano nataka niandike paragraph katika bode. Paragraph paragraph inaakilishwa na herufi p, kwa unaweka p hapo, ambayo nasha paragraph itafungua tag na pia itajifunga tag hapa ndani. Itaandika kwa mfano karibu young code Young Code hii okay. Inakuwa paragraph pia. Katika head hapa tuweke kwa mfano head 1 naweka head 1 na kuonyesha syntax yake inavyokuwa, afu nitakuonyesha ni ki... review kweli uone inatokeaje. Imejifungua hapa head 1 maana yake head 1 na imejifunga hapo Ntaandika kwenye katikati yake hapo kwenye head, head 1 ntaandika kwa mfano ngalima tv tv. Nitaenda ku preview huku juu kwenye hichi kirude cha kijani hichi, itaonyesha output kama hivi. Huku juu inawakilisha head na hapa chini yake ni paragraph ambayo ipo ndani ya kodi. Kwa hiyo hapo nimekuonyesha kidogo, umepata mwanga jinsi ya hii HTML syntax yake inakuaje. Kipindi kijacho tutajifunza HTML basics, vile vifupisho na matumizi yake.